Miongoni mwa wema waliotangulia salafu salih, mmoja wao ambaye anaitwa Ali bin al-Husein anamwambia mtoto wake, ya bunayya, ewe mwanangu, la tashabanna, usije ukasuhubiana, ukaingia kingi, hata siku moja ukasuhubiana na mtu ambaye kwamba ana sifa ya katii rahim, sifa ya mtu ambaye kwamba ni mwenye kukata udugu. Fa inni wajadtuhu, kwani mimi nimemkuta mtu huyu mwenye kukata udugu, nimemkuta mal'unan amelaaniwa fi kitabillahi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu fi thalathati mawadhi, katika sehemu tatu amelaaniwa kwenye Qur'an al-Karim. Unaingia Ramadhani wewe, unaomba rahma, lakini umo kwenye kikundi cha walolaaniwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Badilika, samehe, waunge wale ambao kwamba umewakata kama hawataki watumie mese, waombe msamaha. Wewe umefikisha na utalipwa kwa lile lile tulilozungumza mwanzo. Nia yako kama ni kweli, Mwenyezi Mungu atayarekebisha haya mambo.